Oh yeah. Washikaji wote wa kutoka nah, Tanzania mzima hapa, naitwa Maglan Loti, natokia Dondwe wilaya ya Mkuranga mkoa wa Pwani.

Mimi ni mpanda milima pota. Nipata mtaji baada ya kushuka safari yangu ya mwisho kutoka mlima Kilimanjaro, nikaamua kwenye kilimohatamimu za kufuata lazima, kwanza kupanda zile standard za kilimo kama uchimaji sahihi wa mashimo, mbolea sahihi za kutumia ili uweze kufanikiwa. Faida yangu ni kwa mwezi, baada ya kuvuna shambani, natajibana na soko linakuwaje, ila ishuki, faida yangu ishuki sana laki tatu laki nne Wateja <muchasimu> <muchasimu> wangu wa wingi sana unajua, siku kuna mitandao. Wateja wangu wengi sana wanatoka kwenye mitandao na wanapenda kutumia mitandao, Instagram, Facebook Twitter. <muchasimu> Changamoto zinakutana nazo ni wanyama waharibifu shambani kama ngedere, wizi wa mazao shambani na usafiri. Ninapenda kuambia vijana wenzangu, ajira si kukaa ofisini. Waacha kulalamika kwamba ajira hakuna. Ajira ziko nyingi: kilimo, ufugaji. Mashamba yako Mkuranga yanakodishwa, karibuni sana. Oh.